Sisi sisi kama ASA lengo letu ni moja tu, au sisi kama timu nzima ya wizara mkoa, e, wa wilaya, lengo letu ni moja tu kwamba tunajua nyinyi wakulima, kweli uongo? Kweli tunajua kama mnalima mpunga, kweli uongo? Kweli sawa. So, lakini tukasema tujaribu kuwaonyesha aina nyingine za mbegu ambazo nyinyi wenyewe mtaona, kama zitawafaa mtazichukua, kama haziwafai basi mnatuachia, tunaondoka nazo Nyinyi mnaendelea na mpunga wenu wa zamani, lakini tunaamini kwamba kati ya hizi tulizoleta, inawezekana moja mbili zikawapendeza na inawezekana kwamba zitaongeza tija na uzalishaji kwenu. Sisi tutakuwa tumefurahi sana tukiona kama mtakuwa mmependezwa na moja wetu, basi nyinyi mwe wa kwanza kuitumia kwenye kilimo chenu. Kwa hiyo leo tuko kwenye maonyesho ya haya mliofanya kwa pamoja, lakini tunapenda mwakani tukija tusikutane tena hapa taka tukutane kwenye mashamba yenu mmoja mmoja huko yaliko ya? kwa hiyo tutakuja kama timu inawezekana tukawa, tukawa zaidi ya hawa lakini hatutaki tukutane huko saab. taka tukutane kwenye shamba la mzee wangu hapa Hei, e, tulione saab. kwa macho na hatutachagua tutaamua huko, huko kwa si majirani tunayo ndiyo. Leo tunakwenda kwenye shamba la Kibena Hei. Hei. Kwa hiyo tukifika hapa tunaenda kwa Kibena. Kibena utueleze ulichopanda hiki ni nini na unatarajia kuvuna nini? Kwa hiyo kwa hiyo wito wangu ni kwamba e, kama ziko tazipenda ziko yeah, yeah, yeah. Tuwaombe mjipange ili mwakani mweze kuzitumia na ziweze kubadilisha maisha yenu kama ambavyo sisi tungetarajia taba, taba, taba. Taba. Lakini lingine nyinyi mko wachache hapa, lakini unajua hiki kijiji cha Msonge kina watu wengi. Kwa hiyo tunaamini kwamba wapo wakulima ambao wanachungulia uangalie kuna nini pale, ili waje, walikataa kuja, lakini sasa nadhani wanatamani taba. Na inawezekana wakatamani zaidi basi nitawaomba msiwe na wivu, msije mkasema, nyinyi bwana mbona mwe mule malelo mtendani. Nyinyi ni wakulima viongozi, lazima muwe na nia njema, muwaongoze. Wakija wakaribisheni, ili muwe wa kutosha, na sisi tutafurahi zaidi kama mkiwa wengi, sawa. Tumelima aina nne, heka tumelima heka moja, na tumegawana katika sehemu nne, kujaribu aina zote za mbegu tulizopewa. Mbegu tulizopewa hapa ni aina nne. Kuna Nelka 1, Nelka 2, na Nelka 4 na Nelka 7. Hizi tumejaribu ili kuangalia ipi inaweza kutoa tija zaidi. Na miongoni mwa mazao hizo aina ni hizo kama mnavyoziona. Tunavyoziona ziko katika misingi mizuri na tumepanda aina Nelka 1 kama inavyoonekana hapo inachukua, inachukua muda wa kwa heka moja inatoa karibuni kilo alfu moja alfu moja mia nane kwa heka kwa wasani halafu nelika tu, inatoa kwanza <coughs> inakomaa kwa siku tisini na tano mpaka mia moja iko nelika wani na nelika tu inatoa kilo alfu moja mia sita kwa heka moja ambayo ina uwezo wa kukomaa kwa ndani ya siku tisini mpaka tisini na tano huo ni mkombozi wa haraka haraka wa njaa Alafu kuna nelika nne, hii inatoa kilo alfu mbili kwa heka moja na ukomaa ndani ya siku tisini na tano mpaka mia. Hii inatoa mazao ya kilo alfu mbili kwa heka moja. Alafu kuna nelika nne, nelika seven eh, inatoa kilo mia alfu mbili alfu mbili. Hii inatusaidia, inakomaa ina, ina, ina ndani ya siku tisini na tano mpaka mia hizi mbegu tulizokuwa nazo pia tumepata kuelewa, na kuna aina fulani ya mbegu ambazo za Melka Contact ambayo ina Melka ina, ina, Contact ambayo ina wabu yani mia nne hamsini kumi na mbili deshe pale, kuna bli deshe DV 4 hii hutoa kilo alfu mbili mia nane hutoa kilo alfu mbili mia nane kwa heka kwa bahati sisi hatukuweza kuitumia hapa wakati huu lakini tunayo tumepata mafunzo hayo kwa kuu zetu na tuendelee vizuri hii Nelka 7 kwa kweli tumeiona iko kweli tutakwenda kuiona na Nelka 4 tutakwenda kuiona Nelka 2 tutakuiona karibuni sana mpunga wetu tulianza kupanda tarehe ishirini na nane mwezi wa pili na mpunga wetu hapa unachukua muda wa miezi mitatu na tuna mbegu tumepewa mbegu za aina nne na Nelika namba moja Nelika namba mbili 2 na Nelika namba nne na Nelika namba saba. Kwa Nelika namba moja ambayo iko pale chini kibao chetu kile pale cha kwanza, ile ni Nelika namba moja, hiyo kwa wastani kwa heka moja inazalisha kilo elfu moja na mia nane kwa ekali moja. Sasa hapo kilo elfu moja mia nane kwa ekari moja nadhani hapo ukivuna unaweza ukapata tasimini kwamba je, junia ngapi kwa eka unayopata. Unakuja nelika namba mbili ambayo ndio hii hapa niliposimama mimi, hii hapa inazalisha kwa ekari moja inazalisha kilo elfu moja mia sita kilo elfu moja mia sita nadhani kwa ekari moja kwa junia, nadhani unaweza ukapata uwiano kwamba unachukua junia ngapi, kama kumi na sita. Unakuja nelika namba nne Namba nne nadhani hapa wote tunaiangalia ile kule kibao chetu, maanake sasa hivi ndio inaanza kuwa nyekundu nyekundu. Nadhani hapo mwelekeo uko mdomoni. Ile nayo inachukua kwa ekari moja inazalisha kilo elfu mbili. Kilo elfu mbili kwa ekari moja nadhani unaweza ukapata uwiano kwamba unapata junia kiasi gani. Alafu nakuja nilika namba saba. Namba saba ambao ndio tunaona ndio inaanza kuchanua sasa hivi. Ile pale nayo inachukua ekari eh, moja inazalisha kilo elfu mbili. Kilo elfu mbili, nadhani na namba nne kama ni kitu ni uwiano ni mmoja huo, wow. Unakuja kwenye upandaji, upandaji mbegu yetu kweli tumefatia vile vipimo na mafunzo ambayo tuliopewa. Mstari hadi mstari unachukua uwiano wa sentimita thelathini, shimo hadi shimo, yaani shina hadi shina unachukua sentimita kumi na mbili na nusu shimo kupanda mbegu hiyo, mbegu inachukua mbegu tano mwisho mbegu saba kwenye shina. Shauri ambao huwa tunautoa tukikutana kwenye mtandao hapo, yeah, tunawaambia kwamba tujaribu kupokea miradi inayotokea, kwa sababu hujui mbele kutakuwa na nini, kwa sababu leo hii mradi ukiondoka, sisi tayari tunajua namna ya kupanda nafasi hadi nafasi, mstari hadi mstari, na kutumia mbolea ya kupandia na ukuzia, tayari tumeshapata ujuzi au utaalamu. Kwa hiyo tunawashauri na wenzetu vile vile ambao walisema ngoja wajaribu tuje kuwaona, basi huwa tunawashauri wajaribu kuelewa nini kinachoendelea, au mradi ukija tuupokee kinamna gani. Huo ushauri huwa tunautoa kwenye vikao vya vikundi na kwenye mtandao. Mimi pamoja na baadhi wa ya wakulima tulipata fursa ya kwenda kule Mkindo kujifunza e, namna ya kupanda na kutumia mbegu ya inayostawi kwenye nchi kavu. Kwa hiyo tumefika kule tumeweza kurejesha kile tulichokipata kwa wenzetu, na hasa wakawa wametupatia mbegu, mbolea ya kukuzia pamoja ya kupandia na ya kukuzia hiyo. Kwa hiyo e, tulikumbana na changamoto mbalimbali mbali hata hivyo, tunashukuru kwamba hali ya hewa ya mwaka huu angalau mvua ziliendelea kidogo, kwa sababu tulivyokuwa tunaanza kutafuta mashamba milimani ikawa sera zinakataza kwamba tusipande milimani sana. Tuliposhuka bondeni, tukaambiwa huku bondeni nako mita 60 haitakiwi kulimwa. Basi tukawa tunaenda kila mahali tunakutana na changamoto kama hizo. Kwa hiyo tukawa tumechelewa kupata eneo, lakini tukakumbuka kwamba kwenye kituo cha wakulima kuna eneo tunaweza tukapata kwa sababu ni shamba darasa, tunaweza kupata hata eneo dogo. Na mwenzetu mwingine akatuambia Kilemela pia kuna eneo. Kwa hiyo tukagawa sehemu mbili, wengine wakapanda kule na wengine huko. Kwa hiyo tukaendelea. Labda mimi nihamasika sana na kilimo cha kisasa, kwani ni kilimo bora ambacho tunaweza kufanya hata biashara, lakini changamoto kubwa ambayo tunakumbana nayo katika mazao yetu ni barabara kwani hata labda umepata mazao yako vizuri, umelima vizuri, umevuna vizuri, unahitaji labda kusafirisha kutoka hapa kwenda kuuza labda mjini, lakini yani barabara ndio tatizo kubwa. Utakuta labda hata ule mzigo haufiki wa kwa wakati mwafaka, la sivyo labda hata ile gari inaweza ipotee njia na kusababishia hasara kubwa. Kwa kweli ni swala la muda, lakini mikakati ipo. Kwa mfano barabara hii ya kutoka e, Morogoro mpaka Mvuha ipo katika utaratibu wa kujengwa cha sasa hivi tayari kule mwanzo ameshaanza. Kwa hiyo ni si barabara tu hii na, lakini pia hata na barabara, na barabara zingine. Ni kipindi tu hiki ambacho umetokea changamoto hiyo wakati hasa huu wa mvua, lakini serikali ina mipango thabiti kwa ajili ya kutengeneza miundombinu ya barabara na si ya barabara tu, lakini hata ile miundombinu ya umwagiliaji ikiwa ni pamoja na ujenzi kwa mfano wa, wa maghala ya kuhifadhia nafaka, lakini pia na zile e, processing plants ambazo zitatumika kwa ajili ya, ya ya kuchakata mazao ya, ya. Ile juhudi la kufuatilia ndio itakuwa kazi yetu kubwa, kwamba kama kuna tatizo tunasema tatizo linaotekelezeka kwa kuliondoa. Kama kuna shida yoyote tunasaidiana lakini msikae tu hivi hivi na tatizo mkasema, nilikuwa na mngoja ASA, nilikuwa na mngoja mkuu wa wilaya, nilikuwa na mngoja mwenyekiti wa halmashauri, mwenyekiti wa kijiji. Hapana, wote lazima tutembee kwa miguu miwili inayosema kwamba kilimo kinawezekana kubadilisha. Hapa lazima tubadilike. Kama tulikuwa tunatupa hivi eh, sasa tupande vizuri kwa utaalamu tulioelekeza. Naamini anini, haya yatakuwa ni malengo yetu mkoa wa Morogoro, na tumeupendelea mkoa wa Morogoro kwa vigezo ambavyo mkoa huu unavyo, tuwafundishe. Kuna wale vijana waliopata mafunzo, mnawe wale wa vijana ishirini, naomba mnyoshe mkono. Sasa vijana, muwe chachu ya vijana wenzenu kuwahamasisha kuingia kwenye kilimo ambacho mnaona kabisa matokeo. Hatuna haja ya kuongea Matokeo yanajiongelesha ya wenyewe ya. Kwanza kabisa nitoe shukrani zangu kwa wakala wa mbegu ASA kwa kufanya hili shamba darasa la mpunga ambapo tumeona kama aina tano hivi za mpunga, na pia niwashukuru wataalamu ambao wameshirikiana bega kwa bega na wakulima kwa kufanya haya mashamba darasa na hata kufikia hatua hii ambayo wakulima wenyewe wameridhika na wameona tofauti kati ya aina moja ya mpunga na aina nyingine katika hali ya ukuaji, lakini katika matarajio yale ya, ya, ya uzalishaji. E, niseme tu kwamba mashamba darasa ni njia moja ya pekee sana inayotoa somo kwa mkulima kivitendo ona eh, mabadiliko ya hatua za uzalishaji wa mazao mbalimbali mbali. Na kwa zao la mpunga kama tulivyopata taarifa kutoka kwa wakulima wenyewe na wataalam, kwa hekta moja eh, kwa mfano umeambiwa uzalishaji unaweza kutoka hekta 4 kwa patani mpaka kufikia hekta 6. Kwa hiyo eh, ni washauri tu wakulima kwamba yale ambayo tume jifunza kutokana na haya mashamba darasa, basi tuyafanyie kivitendo kwa sababu hili ni darasa tu, lakini sisi tuna <coughs> maeneo yetu ambayo tunayatumia kwa ajili ya kuzalisha <coughs> na tujipange sasa kuzalisha kibiashara. Ni kweli zipo aina mbalimbali, nyingine zina harufu zaidi inayopendwa na, na, na walaji, nyingine harufu sio sana, lakini uzalishaji mkubwa. Lakini kwa hali hiyo kama e, tutatia utaalamu au tutachukua tuta maagizo ma ya wataalamu na kufanya vizuri kama tulivyojifunza kwenye shamba hili darasa, ni dhahiri kwamba e, tutaongeza kipato chetu na tutajikwamua katika hali ya umaskini. Mkoa wetu wa Morogoro ni mkoa ambao ni ghala la taifa, na mazao makubwa ya, ya, ya, ya chakula yanayozalishwa katika ya mkoa wetu mpunga, lakini pia na mahindi sasa mpunga sasa hivi una e, uzalishaji wake unapanda, nafikiri baada ya muda utai utai, utai, utaipita uzalishaji wa, wa, wa, wa mahindi. Naamini kwa kasi hii tuliyoiona ndugu wananchi na mtaalamu, kama tutashirikiana vizuri kwa pamoja, maisha yetu yatakuwa bora zaidi kuliko ilivyo sasa. Lakini si hilo tu kwamba sasa hivi mkoa wenu una mikakati ya dumu hasa kwa ajili ya kuanzisha viwanda hivi vya ku vya kuprocess mazao haya haya ya chakula. Kwa hiyo soko litapatikana eh, na kwamba kama soko likipatikana vizuri na lipo, basi itakuwa ni kuzalisha kuuza, kuzalisha kuuza, na hivyo kuongeza kuongeza